Tatamantetere Narabuku Bey, sasa huu ni wakati wako, maana nilikuacha na umetamba sana. Sasa wakati wa kukutia adabu umeshafika. Oyo genge genge, genge letu.

Nashangaa nilivyokutokea kwa nyuma, unanisusushu vipi? nimekusurprise eh? Wacha Narabuku Bey mimi huyo, naona sasa hivi umeshakuwa mfike wakati unaweza kuwatokea watu mpaka kwa nyuma. Kukutokea kwa nyuma sio? <laughs> so shida zangu na kutokea na kufanya ambavyo najisikia mimi. Upo, nisikilize na Narabuku, nikwambie, umewaletea dharau sana vijana wangu na umetamba sana sasa. Wakati wako umefika, lazima nikutie adabu. Sio wanafunzi wako tu hata wewe kuileta zesheni na kutia adabu uh, uh, na kukinda na kuponda na kukanyaga, kukutokea kwa nyuma <laughs> sio, shida zangu nakutokea, alafu nakufanya ambavyo najisikia mimi. Upo ha, uchawi uliojifunza wao hauwezi ukanitisha. Mwenye mkuu bwana wewe <laughs> wewe ni zee la nyani, zee ambalo limeenda go age, nyani ambalo aliwezi kuruka miti mingi <laughs> kama mimi tiger, kama mimi duma <laughs> kuna vitu ni kushow something <laughs> uta, utajua ujui <laughs> vipi na hiyo <laughs> umeipenda? Uko vizuri. Uko vizuri lakini hizi ni mbio za sakafuni na zitaishia ukingoni. Lazima nitakuonesha, wacha korukutantamantetele. Kwa hiyo jipange, mimi ni dume dume la mbegu ambaye sitishiwi nya

Usutana na umbe, Genge letu. Hili genge ni bolo, Genge letu. Mushirike na kurogana, Genge letu. Wala they don't take care, Genge letu. Mola hukumu hali, Genge letu. Machafu ya wana yafa. Mwinyi Mkuu, hii siyo kawaida yako. Na nikitazama ya ujio wako, ni dhahiri shahiri kwamba kuna kitu hakipo sawa. Sijajua kiongozi, kuna shida gani? Eh, karibu ndugu yangu nakusikiliza. Wacha. Ni kweli shida ipo. Nimejaribu kuwasiliana na Sudi lakini hapatikani. Sasa naomba nikwambie. Yule mwanamke tuliomwagiza kwa Narabuku Bey, sasa ni wakati wake wa kukamilisha kile ambacho tulichomwagiza kwa sababu nimeshaona Narabuku ameshaanza kuchezea sharubu, Mwinyi Mkuu. Hii imekaaje? Mbona iko nje ya utaratibu wetu? Hili jambo tumeshakubaliana tulipe muda, sasa mbona jambo linaenda haraka haraka hivi? Angalau tungepata hata mwezi mzima wa kulikamilisha vizuri, lakini mbona ni mapema mno Mwinyi Mkuu hakuna siku zote ngojangoja uumiza matumbo. Na mchuzi wa mbwa hautakiwi kupoa, unatakiwa unyweo ukiwa wa moto. Uh, lakini pia subira kuputa heri menyee, hakuna heri kwenye shari. Utakwenda uweni, niko pamoja nawe kiongozi, hili limeisha. Nitakwenda wacha kusutana na umbe. Hili genge ni bolo genge.

Mpaka sasa hivi sielewi. Yaani mmenifanya kama mtoto mdogo. Kila mtu anaanaagiza kivyake. Huyu anazungumza hiki, huyu ananagiza hiki. Yaani mnanichanganya. Haya, imetumwa tena na Sudi. Sudi ameniagizia. Anauliza vipi? Mbona kimya? Au tayari nawe ushanogewa ushamogewa? Maana kwa wanawake wote wakiingia huko ndani kwa bei. Hata siji bei anawapaga nini maskini ya Mungu? Mnalegea. Yaani kama ameingia kwa tundo la choo mpaka waje polisi kuwatoa shida nini? Au umefikia wapi? Nipe jibu mimi nipeleke. Hivi unapata ujasiri gani wa kuja nyumbani kwangu? Eh? Si unganipigia hata simu. Hivi uoni kama ni hatari akija mmeongo akitukuta mimi na wewe hapa tunaongea? Mm, Hajimira, mimi sio mtoto mdogo. Mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Siwezi nikakurupuka huko wakati najua hapa kwa Mr. Narabuku. Mzee wa nyinyi, siwezi kuja hivi hivi, lakini nimekuja kwa sababu najua hayupo. Na mbaya zaidi nimekupigia simu zaidi ya mara nne, haupokei simu zangu. Hasa ningefanyaje mimi nikurupuke tu? Najua na mume wewe saa hizi kaenda gengeni. Sasa shida nini? Kumbe naomba nisikilize, nimekuja hapa hata wiki sina na wewe unazidi kunifatafata. Hilo jambo mimi niko nalo makini, sio nanielewa. Mimi nikiwa tayari nitakupa taarifa, utampelekea. Yani fanya linalowezekana, hili jambo liishe. Mimi nishachoka, Mnazidi kunichanganya kila kukicha bwana, umenielewa Narabuku Bey? shem kama shem, niambie sheme jangu. <laughs> Mimi huyo ni wewe, ndimi wekibokemaele Vipi tena kwenye majumba ya watu unakuja bila taarifa? Haya, kulikoni? Soni longa hapa, mimi ni kwa shemeji yangu, na nimekaa huko, jua likanigonga. Hey, nikaona nyumbani kwangu mbali, kwa nini nisipitie kwa shemeji yangu? angalau mtabaluku <laughs> angalau gari e, e, na misumari ya bati najua ipo hipo e. Hilo jua ambalo limekugonga ni la saa ngapi mpaka likufanye wewe uje nyumbani kwangu hapa? la saa saba sina kugonga mara moja tu. Kwa hiyo ugongwe, najua huko uje utie shida nyumbani kwangu. Nisikilize wewe, hapa nyumbani kwangu unakuja kwa utaratibu, na tena ujisikilie, na ukija kwangu uje kwa password na usizisahau. Nisikilize kibonge maele, hapa kwangu kuna utaratibu Kabla ya kuja unatoa taarifa wiki nzima kabla, napitia maombi yako, kisha na kurejeshea, na maombi yanatumwa kama ifuatavyo. <laughs> Unaandika barua inasema, mwamu, nataka kuja kukutembelea nyumbani kwako, eiza siku tatu, siku mbili. Unaelewa bwana? <laughs> tunaandaa utaratibu wa wewe namna gani ya kuishi. Kama tunakulaga robo, tuongeze nusu na robo. Kama tunakulaga kilo, tuongeze kilo na nusu Sio nakurupuka tu, unakuja wakati wenzako sikuiza, tufunge mlango, unakunja winja winja. Kwa utaratibu upi hapa kwangu? Unakuja kwa utaratibu ambao tumeupanga, si ndio mke wangu? E, e. Ah, chakula ni mavi tu bwana, haya yapo tu. Kwa hiyo usininyime chakula ndugu yangu, wala sio kwa ubaya. Ni mavi eh? Kama ni mimavi basi, nenda dukani kaichukue mimavi ule, toka Vipi tena, mke wangu, kaka yako nyumbani kwangu bila taarifa. Huu ni utaratibu wa wapi? Mme wangu kaja kunisalimia tu kama ambavyo tumeambizana, watu wanapokuja hapa waje kwa taarifa, waje taratibu, waje kwa paswedi maana, <laughs> sisi hatufungaji milango, si ndio? Taratibu wetu. Sasa jeo kikuta, mi najilia vitu vyangu na mimi ambavyo sichaguagi uwanja. <laughs> mimi hata manungu kule nakiwasha. <laughs> nikenda kwa waji wa kusini kule, na mungu nakiwasha. <laughs> wakija kwa mkapa ndio awatoki watu pale. Sasa inakuwaje? Sijapenda, lakini mume wangu alipita tu mara moja kunisalimia dada yake, basi nigusia nisamee mme wangu. ah, vipi chakula tayari? Mke wangu chakula kimewiva, kinakusubia wewe na mpishi wake <laughs> basi twende tukale, tushibe, alafu tutafute watoto mpaka wapatikane, sawa so. na hatufungi mlango hatufungi mlango Kusutana na umbe Genge yetu, hili genge ni bolo, Genge mushirike na kurogana, Genge yetu, wala they don't take care, Genge yetu, Mola ukumu hali, Genge yetu, machafu ya uwana siku tu. Hivi, kwa nini ninyi vijana wa Gen Z mnakosa nidhamu na serikali yenu? Mimi nimekuita nyumbani kwangu zaidi ya mara nne, au mara tano lakini wewe hauonyeshi ushirikiano, hii nini maana yake? Haji bwana, mbona kuwa ni mtovu wanizamu, wa nizamu? Ama ujui kama mimi ni mjumbe wako? Wakatitaretisa bado mnanichanganya vidude. Oya, una akili kole chida nini kiongozi? Basi salamu salamu tu. Mimi waraka wa wewe kuniita hapa niliupata, maana ile sio barua, na nilifika hapa siku kukuta nikaendelea na mambo yangu. Leo nikaona bora nije kuitikia wewe. Wewe, salamu tasadia nini? Right, kama ungejua kama kuna haja ya salamu ungekuja kabla ya hili jambo ambalo limetokea leo. Umeelewa wewe? Aya, tuachane na hayo yote yaliyotokea huko nyuma tuangalie ambalo jambo lipo mbele yetu hapa. Nahitaji ile fedha ambayo tumekubaliana mimi na wewe kwa ajili ya ule mchango wa Narabuku. Tulikubaliana laki mbili mbili tu, mimi nimeuza shamba kule Mkuranga kwa ajili ya hili swala, alafu wewe umekaa kimya tu, hauna ushirikiano wowote. Naomba ile fedha ndugu yangu. Hapo kwenye pesa hapo hapo, ile pesa kiongozi, mpaka sahii hawajachanga na hata mwenye bado sijaipata. Ndio maana nimekuja hapa na mambo haya kukuelekeza kuhusu hiyo pesa na chenji niliyopewa na yule bwana sokoni eh. Hey, hey, jenzi jamani, hivi nyinyi vijana mna nini? Mimi shamba nimeliuza kwa shida nimeenyeka mpaka nimeamua kuuza bei ya hasara ili kusudi hili jambo nilimalize. Alafu leo hii mnasema mjachanga. Mna akili za asara nyinyi eh? na kuuliza we haji. Hey, wewe mko timamu? Haya, hiyo chenchi ambayo imebaki iko wapi? hebu itoe hiyo chenchi, naiomba kabisa. Hawa vijana hawa hovyo eh. Wewe haya, mbona nipa hamsini hamsini wakati tulikubaliana mia, na ndio chenchi ambayo imebaki hii. Imekaaje kiutamaduni na kiserikali, sio wale wale. Ndio maana hata ukiwa na milioni ukipunguza shim mia tu, ujue sio milioni tena e. Kwa hiyo naomba mia yangu, usinipe hamsini hamsini, mzee, nataka mia yangu kamili. Mimi kweli nilipewa mia moja iliyokamilika, lakini kiongozi, kuitunza ile nilishindwa leo nilivyokuja kwako nikajiona na hamsini mbili, nikaona bora tumekufikishie, kwa sababu hamsini jumlisha hamsini tunapata ile ile mia. Mimi ningekuomba tuipokee hili ili tuyamalize, tuangalie mingine, zinatoboaga mifuko hizi hamsini hamsini. Sasa basi hili jambo limeisha, lakini naenda na ushahidi. Yani, usichokijua mimi ni wale askari kidole wasiojulikana wale. <laughs> kila kitu kiko humu, nimekurikodi baba yangu, usijizime data wala usijifanye kama ile wifi ya Dar es Salaam ya bure ile. Yaani nimekuweka humu, kila kitu kipo humu. Kwa hiyo haya yote uliyoyazungumza naomba uyatekeleze, tumekubaliana ndugu yangu. Mambo yote nimeyaweka hapa kama tulivyokubaliana, na kitu ambacho nataka kukifanya sasa hivi, nataka twende kwa maandishi zaidi, uje baadaye uandikishiane ili hiyo tarehe ikifika hiyo fedha muitoe. Tunaelewana? na hiyo nimekuelewa. Hapo sawa, nitakuja hiyo hiyo tarehe tulikubaliana, tuandikishane, tukukabidhi mzigo wako na wewe tumalizane. Hili limeisha, hili msije mkaniambia mpaka tarehe 25. A a, tarehe hiyo hiyo uliyozungumza inatosha. Hiyo tarehe tisa imeisha hiyo, unaweza ukaenda, nenda bwana. Huyu kamtaka yule, yule kamkata. Mara kaenda kwa yule. Mbona ni balaa genge, genge, genge letu. Aa, ah.